Mvurugiko wa homoni za uzazi kama estrogen na progesterone husababisha kuathirika kwa misuli inayounganisha mgongo na kiuno, yani mgongo na sehemu za chini. Sasa, misuli hii huwa inakuwa dhaifu na kupungua utendaji kazi wake kwa sababu ya hizo homoni zinaposhuka au zinapokuwa kubwa. Hali kama hii inasababisha maumivu makali ya mgongo na kiuno. Lakini kwa upande mwingine maambukizi kama PID na vaginosis, fungus inapelekea uchochezi na mgandamizo wa viungo vya uzazi kwenye mirija kizazi, na hivyo kupelekea viunganishi vya mgongo na kiuno kuweza kupata maumivu makali sana. Hali hii inaweza ukaishangaa, lakini unapoiona na ikaambatana na dalili za uzazi, uchafu ukeni au matatizo ya maumivu ya tumbo, ni vyema ukafanya vipimo na kupata tiba. Lakini tiba utakayoipata ni kuimarisha homoni na kuondoa maambukizi kwenye mfumo wa uzazi ili kuondokana na hizi changamoto na ndo maana tunaendelea na muongozo wa lishe kuhakikisha tunatoa sumu mwilini, lakini pia tunaimarisha homoni zetu, lakini pia tunaendelea na ile challenge yetu ya siku 30 ya kutumia C247 na Liver Care ili kuhakikisha tunaondoa sumu mwilini na kuimarisha utendaji kazi wa homoni. Kwa hiyo mwanamke unapotumia hii C247 na Liver Care zitaenda kuimarisha homoni na kuondoa hayo maumivu ya maungio na kuweka afya ya mgongo vizuri, lakini na kutibu aina yoyote ya maambukizi kwenye mfumo uzazi. Na leo ni siku yetu ya 24 ya challenge yetu ya kutumia C24/7 na Liver Care ambapo natumia kidonge kimoja asubuhi cha C24/7. Ili kupata tiba hii nitafute, WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo, lakini pia komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo ya mwongozo wa lishe bure.